Madrid Madrid leo ndio atakwenda kujua kwa nini Mourinho ni special one. Ni mchezo ambao anakwenda kucheza nyumbani dhidi ya Benfica, Aa, anakuepo ugenini Madrid. Na jana tu picha linaanza Jose Mourinho amewapigia mkwara Real Madrid, amemwambia nataka watoe kwenye UEFA ya msimu huu. Yeye Jose Mourinho huyo. Ukiangalia kweli, Mourinho ana haki ya kusema hivyo kutokana na mchezo wa mwisho ambao walikutana Madrid dhidi ya Benfica. Madrid alikula chuma nne. Tena mbaya zaidi, hadi golikipa aliwafunga dakika ya 90. Golikipa aliwafunga Real Madrid. Kigumu zaidi pia ambacho kinaenda kwa Madrid leo ni kwamba mchezo ule anakwenda kucheza away, yaani Benfica atakwepo, kwa maana kwamba Madrid anamfuata Benfica nyumbani kwake. Jose Mourinho anahamu sana na Real Madrid yaani, kwa mujibu wake anahamu sana na Real Madrid. Real Madrid dhidi ya Benfica ugenini. Lakini pia michezo mingine ambayo itachezwa PSG pale pale friends dhidi ya Monaco utakuwa ni mchezo mgumu, ila mimi na uhakika kabisa PSG atapata ushindi kwenye mchezo wa leo. Lakini pia kutakuwa na mchezo kati ya Juve dhidi ya Galatasaray, mimi karata yangu binafsi nampa Juve. lakini pia tutakwenda kutazama mchezo mwingine kati ya Atalanta, atakuwepo ugenini dhidi ya Borussia Dortmund.